wa Tunduma siku ya leo, nimepokea taarifa za kuondokewa kwa kiongozi na mbunge mstaafu ambaye pia alikuwa bado ni mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi katika Jimbo la Fuoni kule mjini Unguja, e, ndugu yetu Abbas Mwinyi. Nipende kuchukua nafasi hii kutoa mkono wa pole kwa familia ya Mzee Mwinyi kipekee, eh, Rais eh, Dr. Hussein Ali Mwinyi na familia yake nzima kwa kuondokewa na mpendwa eh, wao huyo. Lakini pia nitoe pole nyingi sana kwa Chama cha Mapinduzi, kwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar kwa kuondokewa na mwanachama wao, kada wao, kiongozi wao eh, nitoe familia za eh, nitoe pole E, kwa wananchi wa jimbo la Fuoni kwa kuondokewa na, na, na, na kiongozi wao. Pamoja na kwamba tulikuwa kwenye kampeni, lakini e, mpaka tuna bunge linavunjwa, yeye ndiye alikuwa na hudumu na katika nafasi ya, ya ubunge e, kwa hiyo niwape pole, niwape pole nyingi sana, na nafikiri atakuwa anakumbukwa Abbas, akuwa mtu mwenye kelele kelele e, alikuwa ni mtu ambaye ni, ni mpole ni msikivu ugeni ilikuwa ni wanachache unaweza ukamsikia, lakini ni mbobevu kwenye masuala ya masuala ya ndege hasa urubani e, na Mungu alimjalia kipaji hakuwa tu rubani wa ndege, lakini pia alikuwa e, nahodha wa meli e, kwa hiyo ni nafikiri ni, ni, ni pigo katika katika, katika nchi unapoondokewa na, na watu wenye ujuzi wenye uzoefu wa taaluma mbalimbali e, ni wanasiasa ni viongozi wa kisiasa kwa hiyo ni pigo sio tu kwa familia ya, ya, ya, ya Mzee Mwinyi marehemu, lakini pia kwa, kwa, kwa familia nzima za, za, za Zanzibar, kwa, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao walikuwa na, na, na, na umahiri uliobobea kwenye, kwenye, kwenye taaluma ambazo ni nyeti. Sio wengi wanazo wana, wana, wana, wana, taaluma hizo. Kwa hiyo eh, nitoe pole eh, nasikitika sana kwamba taarifa nimezipata hizi nikiwa mbali kidogo na nimetaarifiwa kwamba watazika kesho. E, najaribu kuona kama nitaweza kukimbia na kuwahi, basi ninaweza nikafanya hivyo, lakini kama itashindikana, basi familia ya Mzee Mwinyi lak, e, lakini pia e, wananchi wa, wa jimbo la, la, la, la Fuoni na Wazanzibari kwa ujumla wajue niko pamoja nao na Mungu atakaponijalia basi nina nikishindwa kuwahi kum, kushuhudia maziko ya, ya mwanasiasa na kiongozi mwenzangu e, basi nitafika kuweza kuhani msiba huo e, pale Mwenyezi Mungu atakaponijalia kuweza kufika kufika mjini Unguja nitoe pole nyingi sana na ni imani yangu kabisa kwamba e, tuta watu wafuoni wata watakuwa wapole na bila shaka taratibu nyingine zitafuata za namna gani ya michakato ya, ya uchaguzi huo kuendelea kwa sababu kwa namna yoyote uchaguzi sasa utahairishwa eh, ili kukipa nafasi chama cha Mapinduzi kuendesha taratibu zake na kuweza kuteua mgombea mwingine, na kwa wakati wote huu basi niwatakie eh, utulivu eh, watu wa Fuoni, na pale uchaguzi utakaporejea basi eh, waakikisha kabisa wanashiriki kwa ukamilifu kuweza kupata mwakilishi bora atakayewakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.